Tuko tayari ODM. Tuko tayari. Asante sana. Hapa ni Butsoso East. Leo ni siku kubwa sana ya chama chetu cha ODM wanafanya ward elections, ni countrywide. Hapa Lorambi watu wako peacefully. Vile mnaona members wako tayari kuchagua viongozi wao kwa amani na watatumia njia ya consensus, yani maelewano Hatutaki fujo, vile baba alisema Mombasa, sisi wote ni wana ndugu na dada yeah. Tusipigane na tusimwage damu yeah. Tuchague viongozi ambao watashikilia chama ili ikifika 2027 20, tuchukue uongozi wa nchi hii yeah. So members nawatakia kura ya amani, mwelewane vizuri. Tuko na chairman ambaye yuko na bado hatataka kuendelea mtaamua mumunga mkono. Kuna mama Sifuma na wengineo, si ni viongozi wenyu yeah? Wale viongozi mtatupatia, tutafanya nao kazi right. Leo ndio tunaunda ward uh, ward uh, li list za wards. Tukishapata hao officials wa wards, Jumatano twende tuchague Lurambi, yeah. Na nina matumaini nyinyi ni watu wangu wa hizi, tumetembea na nyinyi vizuri yeah. Mkileta chama na viongozi wengine, tukifika pale mbele pia mnipatie niendelee kuongoza Lurambi ili chama chetu kiwe imara kwa kwa ground na kifanyie wananchi kazi, sivyo? Yeah. Nawatakie election ya amani, Mungu awasaidie, vita hapana. Uh, ODM tuko tayari uh, mimi kwa majina ni Harrison C Kasonga, nikiwa katibu wa chama, na nashukuru watu wahisi kujitokeza kwa wingi kuja kupiga hii kura. Na kwa hivyo kama uh, msemaji wa chama Lurambi nataka kutangaza ya kwamba wale ambao walikuwa wanashikilia viti sasa kwa saa hii hawako kwa viti tena. Saa hii sasa wote ni nini, raia. Sasa wakiwa raia, ndio kura ianze, wakichaguliwa sawa, wasipochaguliwa sawa, lakini saa hii sasa e, ati haya, saa hii ni nini, ni raia mwema kama wewe. Kwa hivyo kama yeye delegate atayania kiti na mwingine kama ni mabuku pia atataka, si ndio? Halafu yeah, waelewane mwenye anatoka atoke, kama kiongozi wa Butsotso, lakini tunaomba kura ikuwe ya amani, si ndio? Yeah. Ili uh, tushikane tupate kiti cha MCA ubunge, tukiendelea hivyo mpaka urais mara hii, mpaka ikuwe ya ODM. Asanteni, ilikuwa okay. na na mimi mwenyewe naitwa Habib Rashid Anyolo nikiwa chairman Lurambi kufika saa hii, lakini kuanzia Wednesday sitakuwa chairman mpaka members wanichague. Yeah. Okay. Mikakati ambayo tumeweka kuhakikisha kwamba kura ni za amani, hao ni members wanajuana, na chama cha ODM huwa kawaida ni spirit, yani hiyo ni kitu imeingia kwa watu kwa damu, hatunanga fujo tunachaguana vile tumekubaliana vile unaona wako peacefully, hakuna vita, hakuna mtu ana hasira na na mwingine. Kwa hivyo mambo yetu pia itaenda vizuri. Kaunti imepanga mikakati kutokea juu mpaka chini kuhakikisha kwamba siku ya leo kuna presiding officers, kuna returning officers, na vile unaona tunazunga Lurambi yote. Hiyo ni mikakati ambayo imewekwa na chairman wetu wa kaunti ambaye ni Fernandez Baraza. Amehakikisha kwamba Kakamega kaunti yote kwa ujumla kura ipigwe kwa amani na iishe kwa amani, kama wanaenda kuchagua chairman ambaye atakuwa mwenyekiti, alafu wachague karani wake wachagueogani wachague wa vile vile articulated Within the party, eh, positions. So, pia, youth wako ishirini watachaguana tuko na wale ambao ndugu zetu wanaishi na olemavu yani hali zao zika olemavu pia chama kimewatambua lazima pia tuwe naye kitengo ya watu ishirini ili pia matakwa yao yaweze kuzingatiwa na chama na kusukumwa mbele wapate usaidizi wao no. Yeotu, no. saa nane, kwa sababu saa nne kufika saa nane, mwisho itakuwa imefungwa kila area watu watajua viongozi wao ni akina nani na, na ni fulani. Wote watakuwa na vile mnaenda round hivi, mtaona pia vile watu wanachaguana, na saa nane tutakuwa tumemaliza. ODM tuko tayari, ODM tuko tayari. Jina langu ni Mama Roslin Shifuma aliyekuwa women leader ya Butsoso East, lakini kuanzia leo asubuhi saa mbili nilikuwa raia. Niko hapa Mtaona kama kama iwezekani kuna uhuru ya kuchagua mwingine. Naomba hii kura iwe ya haki, iwe na, na amani iwe na upendo, vile tunakaanga East Butsoso uchaguzi wa East Butsoso tunajua. Watu watu wa polling station wamefika hapa na watapiga kura yao kwa njia ya amani na upendo. Nasema tu wenye wako hapa kutoka kwa kaunda ama kwa branch, kura yetu iko sawa sana East Butsoso. Asanteni wote ambao tumefika hapa <laughs> Wananchi wote ambao mefika mahali hapa kwa machina, naitwa Livingstone Atiaya Opito, natoka Indangala location na nikiwa katika hii East Butsoso ward, nimekuanga mwenyekiti wa mainstream katika hii ward yetu ya Butsoso East na nimefanya kazi. Wakati nimefanya kazi kufikia wakati yenye naongeleamo hii kiti yetu yote imefunjwa kuanzia siku ya leo, so tunataka kuteuliwa upya. Na ninaomba wana East pamoja na viongozi wenzangu ambao tuko hapa wote kwa uchumla. Naomba hicho kiti tena mnirudishie ili tuendelee kusaidiana kazi vile tulikuwa tunasaidiana na nyinyi. Na nataka kushukuru pia hata wananchi wote ambao wamefika mahali hapa, wanakuanga wale watu wazuri ambao wamependa mambo ya uchakuzi na wamependa e, chama chetu cha ODM. So inafanya wakati huu wamekuja kwa wingi na tumesemezana ya kwamba tupike kura kwa amani mpaka wakati wa mwisho yenye tutafanya, na tunaomba tu Mungu akipenda mutupee hizi viti kupitia kwa kiti changu cha chairleti eh, chairman jaleti youth leader. Tunaomba mutupatie. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Vincent Sunguti, eh, the outgoing youth leader wa East Butsoso, na ninaomba ya kwamba eh, kwa sababu nimekuwa kiongozi wa vijana natumai ya kwamba tuwe na kijana ambaye atachukua nafasi yangu ili aweze ya kuendesha masuala ya eh, chama kwa njia mzuri nami. Na pia tena naomba ya kwamba nisonge mbele ndiposa, kwa sababu miaka zangu zinaniruhusu kujoin the mainstream so naomba nafasi ya kuwa mmoja ambao watakuwa wanaongoza East Butsoso kama ODM. Kwa niaba ya wanabuzozo East na wafuasi wa ODM tunashukuru viongozi wa chama na pia tunashukuru gavana wetu Fernandez Barasa kama mwenyekiti wa chama cha ODM kwa kaunti kwa kuhakikisha ya kwamba uchaguzi unaendelea kwa amani. Sisi kama wana ODM tutakuwa gangari, ili kama 2027 tuweze kuunda serikali. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu awabariki. Uko tayari? kwa majina naitwa Alf, majina tena, yeah. Kwa majina naitwa Alfred Shisero Ahonya. Najua kwamba sisi wana ODM ni wana ODM kamili na hatuko hapa kwa, kwa kupahatisha. Tuko hapa kwa sababu tunapenda chama yetu ya ODM na ODM ndio mama ya de demokrasia ya Kenya. Kwa hivyo vile tumetulia namna hivi, najua kwamba tutakuwa na uchaguzi bora ambayo itaikwa na vyama vyote ambavyo vinaibuka hapa Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki mwiko. Tayari, tayari? Asante. Mimi kwa majina naitwa Sara Luvanga Mkopi, hapa ndio nyumbani, lakini nimefurahi. Sisi watu wa ODM tunakuanga watu tunakuanga watu hapa, tuko madoadoa, tuko hapa nini kitu kimoja Habla bore. Boko shikhwenya khuole mm -hmm. ukhwenya khuchakule mm -hmm. apana mwaakula tsinamba tsefu bulan mukupira sana ta mm -hmm. Kwe nyanga yeah. yeah. kata sayosi mukhupiren kata shindu shilimberia mukhupire mm -hmm. shinaaakhasavalewa yeah. muiran yeah. apana wakhamwirayo mhaa huaira mmifuko mm -hmm. sikwenyere ta kwenyanga nasaye muona muirayo muave tsimo khandi mmikule tsimo Barikiwe. Asante.